Kuelewa kupooza kwa usingizi ni uzoefu wa ajabu na mara nyingi wa kutisha. Unamka lakini huwezi kusonga na kuzungumza. Inaweza kudumu kwa sekunde chache au hata dakika. Hii hutokea wakati ubongo na mwili wako hujasawazishwa. Akili yako inaamka kabla ya misuli yako kuwa tayari. Fikiria kuamka kutoka kwa ndoto, lakini bado unahisi kama uko ndani yake. Hiyo ni ndogo kama kupooza kwa usingizi. Inaweza kutisha, lakini haina madhara. Kujua ni nini husababisha kupooza kwa usingizi kunaweza kufanya usiogope. Ni muhimu kukumbuka kuwa watu wengi hupata kupooza kwa usingizi. Hauko peke yako, siyo ishara ya hali yote mbaya ya kiafya. Kuna nadharia mbili kuu kuhusu nini usababisha kupoza kwa usingizi. Nadharia moja na inapendekeza kuwa ni tatizo la usingizi wa rapid eye movement. Hii ni hatua ya usingizi tunapoota. Wakati wa usingizi wa REM, misuli yetu imezimwa ili tusiingize ndoto zetu. Wakati mwingine, akili zetu huamka kabla ya swichi hii kuwashwa tena. Hii inatuacha tukiwa tumepoza, ingawa huko macho. Mwingiliano huo usingizi wa REM na kuamka inazingatia mpito kati, kati ya hatua za usingizi. Tunaposonga kati ya usingizi mzito na kuamka, akili zetu lazima ziratibu kwa uangalifu kazi tofauti. Muda usiofaa kidogo katika mchakato huu unaweza kusababisha kupooza kwa usingizi. Ili kuelewa kupooza kwa usingizi, tunahitaji kuelewa usingizi wa remu. Remu inasimama kwa harakati za haraka za macho. Akili zetu zinafanya kazi sana katika hatua hii. Misuli yetu hata hivyo, imetulia sana. Hii inatuzuia kulala kwa muda mrefu usingizi wa REM ni hali ya usingizi mzito vile vile. Inachukua muda mfupi kwa miili yetu kuanza kutoka usingizini. Wakati wa mwingiliano huu mfupi, tunaweza kupata hisia zisizotulia na kupooza kwa usingizi. Fikiria kuamka katika chumba kinagiza, unahisi kama kuna mtu, lakini huwezi kushonga kusonga au kuzungumza ili kuangalia hii. Ndio sababu kupooza kwa usingizi kunaweza kutisha sana. Nadharia ya pili Mizunguko yetu ya usingizi inadhibitiwa na kemikali katika ubongo. Kemikali hizi huiambia miili yetu wakati wa kulala na wakati, wakati hizi, wa kuamka. Wakati kemikali hizi ziko nje ya usawa, inaweza kuongeza hatari ya kupooza kwa usingizi. Mambo kama vile mfadhaiko, kuchelewa kazini chelewa kwa zamu yanaweza kutatiza mizunguko yetu ya kulala. Hii inafanya tuwe na uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa kupooza kwa usingizi. Mambo mengine kama vile kulala mgongoni mwako yanaweza pia kuwa na jukumu. Kuelewa jinsi usingizi unavyofanya kazi kunaweza kusaidia kuelewa. Kupooza kwa usingizi ni uzoefu wa kawaida ambao mara chache ni sababu ya wasiwasi. Ikiwa e unapata kupooza kwa usingizi mara kwa mara mala daima, ni bora kuzungumza na daktari wako, lakini pia kumbuka hakuna uchawi kitu kinachosikika hapa. Hakuna mzimu wowote ambao anakuingilia wakati huu. Ni hali ya kawaida tu ambayo inaelezeka kisayansi. Kwa hiyo usiogope kufanya kazi yako na kupumzika kwa wakati mzuri, lakini pia zingatia kufanya kazi ambazo hautatumia nguvu sana kwa muda mrefu, maana hali kama hii inaweza ikatokea. Hali ikizidi, changamoto ikizidi, mwone daktari. Usisahau subscribe kwenye page yetu.